Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nianze kukushukuru kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia ofisi ya Rais Tamisemi. Kwanza nianze kumpongeza Mheshimiwa Rais ambaye ndiyo kwa kweli ndio mwenye wizara hii kwa namna ya pekee ambavyo anaendelea kutupa fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi yetu. Mheshimiwa Rais anafanya kazi nzuri na kubwa sana Kini mpongeze mheshimiwa Mchengerwa, tangu aingie kwenye wizara hii mabadiliko makubwa ya kiutendaji tumeyaona. Tunakupongeza sana mheshimiwa waziri, pamoja na wasaidizi wako, manaibu waziri hao wawili wanakusaidia sana. Kuna mambo hatufiki kwako, yanamalizwa na manaibu wako, hasa mimi nikiwa nimekaa hapa, kila wakipita wananiuliza, Magu kuna tatizo gani? Naweka mambo yangu hapo. Tunakupongeza wewe pamoja na manaibu waziri lakini tuwapongeze makatibu katibu mkuu wako na manaibu nao wanakusaidia sana kwa kweli, kwa sababu wakati wote sio lazima tufike kwako, tunaishia kwa watendaji, mambo yanakwenda vizuri. Katibu mkuu pamoja na naibu katibu mkuu, eh, yule Mativila naye anayekusaidia kwenye miundo mbinu, kwa kweli wakati wote mimi namsumbua sana, nimewahi kumpigia simu akasema niko nje ya nchi, lakini akatoa maelekezo ya mipango ikaenda vizuri lakini kwa nini tunampongeza sefu? Tunampongeza sefu kwa sababu anajali waheshimiwa wabunge wote. Hakuna mbunge ambaye ameenda kwa sefu akashindwa kusaidiwa na hata kushauriwa kwa ajili ya barabara. Kwa hiyo nilitaka nipongeze hilo mheshimiwa, uh, mwenyekiti. Magu tumepata stendi na soko, na mimi niwapongeze sana eh, TAMISEMI lakini pia pamoja na waheshimiwa wabunge wenzangu akiwemo Taksi pamoja na Mele Masanja, haya yote tumeyasukuma kwa pamoja. Sasa ombi langu kwa kweli, niombe sasa maelekezo TAMISEMI itoe ili jambo la manunuzi kwa stendi ya Magu mjini na soko lianze mara moja kwa sababu umeshatoa idhini, ni maelekezo tu ya manunuzi ili stendi na soko ya magu yaweze kujengwa. Kwa kweli wananchi watakuwa wamepata. Ni stendi ya muda mrefu, ni stendi ambayo kwa kweli imechakaa, ni stendi ambayo ni madimbwi kimsingi. Kwa hiyo kwa fedha ambazo mmetupa, uh, kwa bajeti hii tunayomalizia zitakwenda kusaidia sana sana maeneo yetu. Lakini mheshimiwa uh, mwenyekiti, tunacho kituo cha afya cha lutale kati ya vituo ambavyo mlituambia wabunge tutafute vituo vyenye mkakati ni kituo cha Rutale. Nashukuru kwamba mmecha kubali kutoa fedha nazo. Niombe sasa na wabunge wengine, kwa sababu tumesema kwamba fedha mmepata, pelekeni fedha ilivyo, vituo vianze kujengwa na vianze kusaidia wananchi wetu. Tunayo imani kubwa na Ofisi ya Rais Tamisemi, ukiwaongoza wewe Mchengerwa, lakini niseme tu kwamba mahitaji tunayo ni mengi. Maboma ya zahanati zetu bado hajakamilika, nayo tuombe kama kuna namna ya kupata fedha kwa ajili ya maboma. Ndugu yangu Mchengerwa, hebu tupe fedha wa bunge tukakabisha maboma ambayo yameanzishwa na wananchi pamoja na halmashauri. Na hapa niwapongeze madiwani wa Wilaya Magu kiongozwa na mwenyekiti kwa namna ya fedha za mapato ya ndani zinavyofanya kazi kwenye miradi ya maendeleo, pamoja na mkurugenzi pamoja na wataalamu wake. Kwa namna ya pekee nawapongeza, kwa sababu fedha za miradi ya maendeleo wanazipeleka kama ambavyo zimekusudiwa. Hebu sasa zile fedha milioni hamsini hamsini kila boma, na mimi nimeleta maboma ishirini tu yakipata bilioni moja tunamaliza na wananchi wanapata huduma ya msingi huko. Kwa hiyo niombe sana hili jambo mheshimiwa, ah, mwenyekiti. Kwanza nikiri kwamba tangu Mwenyezi Mungu aumbe dunia kuna maeneo yalikuwa hayajawahi kupata barabara na sasa hivi kwenye serikali ya awamu ya sita yamepata barabara. Kwa hiyo tunapompongeza Mheshimiwa Rais tunamaanisha tunapokupongeza wewe Mchengerwa na manaibu wako tunamaanisha, hata tunapowapongeza makatibu wakuu pamoja na sefu tunamaanisha. Barabara ya Kabale Jinjimidi, tangu Mungu aumbe ulimwengu haijawahi kujengwa, sasa barabara ipo na wananchi wanaona. Barabara ya Nkunguru Kayenzebi, tangu Mungu aumbe ulimwengu haijawahi kutokea, sasa ipo, na barabara ya Mwamanga Kisesabi, hasa pale Inolelo ambapo eh, kuna daraja. Niombe tu fedha, wakandarasi wameshaleta certificate, wapewe ili waweze kumalizia hizo kazi ambazo eh, wame, wame, wamebakiza. Kwa kweli ni kazi kubwa imefanyika, lakini tunayo mahitaji barabara ya, ma, ya kabila nobola kabale mahaha nyasato ni barabara muhimu sana. Mwaka jana mvua ilinyesha kubwa, tulikuwa tumelijenga barabara vizuri, barabara limeharibika. Nimeomba fedha za dharura sikupewa, nimeomba tena mara ya pili sikupewa. Niombe sasa Mchengerwa, kama kuna mabaki mabaki hapa yaliyobaki baki, hebu mwambie sefu sasa aweze eh, kurekebisha huko maneno yaweze kuendelea, lakini tunao barabara ya Mahaha Mwamnema kwenda pale Itilima kwa rafiki yangu Njalu, ni barabara ambayo inatuunganisha wilaya Magu na wilaya ya Itilima nayo, na tumeiombea kwenye bajeti hii, na kwa kweli najua kwamba itapita iweze kujengwa ili angalau wananchi waweze kupata barabara. Lakini pale Mahaha kwenda Badiadi kunahitajika barabara tu, daraja tu, daraja tu pale. Hatuhitaji fedha za barabara kwa sababu barabara imejengwa kutokea Magu mpaka Mahaha tunakosa daraja la kuunganisha kwenda Bariadi kuli Tubukilo. Hebu tupeni fedha ya daraja ili tuweze kuunganisha Bariadi na wananchi waweze kupata, hasa kufungua uchumi wa wananchi wetu. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, nimekuwa nikilia hapa kwamba mji wa Kisesa na Bujola ni mji mkubwa sana. Idadi ya wananchi kwa mujibu wa sensa ni takribani watu elfu stini na tatu elfu ukiongeza ongezeko kwa sababu Mwanza Nailemela yote napumulia Kisesa na Bujola. Hebu uangaliwe ule mji kwa fedha ambazo mnapata kutoka World Bank, taktiki mashirika mbalimbali yanayotoa fedha, hebu tuuangalie ule mji. Nashukuru sefu alifika pale, akatuma wataalamu wake wa kudizaini wakadizaini barabara zote, akatuambia tuanze na zipi. Tumekwisha kuleta, tunahitaji fedha ili angalau hizo barabara hata kama sio rami zijengwe kwa kiwango cha mitalo na gravo, ili ziweze kupitika wakati wote, kwa sababu maji yote yanayokusanywa kwenye nyumba za bati yanamwagika na kata barabara. Niombe sana jambo hilo, lakini Magu ina miji mingi. Ukienda pale Nyanguge ni mji unakuwa ukienda pale Luge ni mji unakuwa, ukienda pale Ilungu ni mji unakuwa, na mji wa Magu wenyewe pamoja na mji wa Kabila na mji wa Mahaha. Hebu wataalam muitazame hii miji, wananchi wanatutangulia sana sisi, tunabaki nyuma. Kwamba tuangalie mji ulivyo sasa na baada ya miaka kumi ijayo, hiyo miji itakuwaje? Kwa hiyo wananchi watakosa kabisa barabara, kwa sababu wanajenga holela na hakuna barabara. Tuombe hii miji itazame kwa namna tunapozungumza hapa sisi nitunaomba mtuelewe. Tunajua TAMISEMI kazi kubwa imefanyika, lakini bado mahitaji ya watanzania ni mengi, lakini tunayo, tunayo e, barabara ya Matela Nyakasenge. Barabara hii inaunganisha e, kutoka kwenye lami trunk road kwenda town road. Kwa tungeomba hizi barabara kwa kweli, ikiwezekana zipandishwe hadhi zina, zina sifa, inatoka TARURA kwenda TANROADS. Maana yake kwamba ina, ina sifa zote za kuwa kwenda TANROADS. Kama sivyo, basi mtutengee fedha kwa sababu zinapitika na watu wengi. Lakini kuna barabara ya Kayenze, kwa barabara ya Kisesa kwenda Kayenze, nayo ni TARURA inaungana na TANROADS barabara ambayo inatoka airport kuja Nyanguge, hebu nayo mwione namna ambavyo mnaweza kutusaidia kwa kweli. Barabara hizi ni muhimu sana sana kwa Watanzania, na mimi nataka nishauri kwamba atuwe tunaweza kujipa muda. Tunajua fedha hizi tunazopata ni kidogo, si nyingi sana na mahitaji ya Watanzania ni makubwa. Hebu tujipe muda kwamba mwaka huu tunamaliza maeneo gani hasa ambayo yanasaidia wananchi kiuchumi, ili kuhakikisha kwamba tunawakomboa Watanzania. Nilitaka nipongeze sana kwenye elimu, kwa kweli kazi kubwa imefanyika, kila mbunge hapa ni mashahidi. Sasa kinachohitajika hapa na mimi niseme tu kwamba kule Magu sasa tumekwisha kutoka kwenye sekondari za kata, sasa tumekwenda kwenye sekondari za vijiji na sekondari nyingi wakati wowote wa tutazifungua. Sasa mimi niombe, walimu ni wa muhimu sana. Ajira mmetoa, lakini bado upungufu wa walimu ni mkubwa. Naomba hilo pia lifanywe kazi. Tumefanya kazi kubwa kwenye afya, vituo vya afya tumejenga vi, vingi na vifaa tiba tumepeleka, lakini bado wataalamu pia wanahitajika. Serikali ya awamu ya sita imejitahidi kwa yote, imepeleka wataalamu lakini bado wataalamu wanahitajika. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimalizia sasa kusema kwamba kwa kweli Mheshimiwa Rais hakukosea kuiunda vizuri wizara hii ya TAMISEMI kuanzia kwa waziri na wasaidizi wake na wataalamu kule, nako kule kwenye TAMISEMI kuna mtu anaitwa Cheo, mtaalamu mzuri wa mipango Hakuna asiyemjua, hakuna asiyemsikiliza. Kwa kweli TAMISEMI ina watu waliobobea, watu makini. Tuendelee kuwatumia kwa ajili ya kutusaidia Watanzania. Baada ya kusema hayo, niunge mkono hoja, japo nilikuwa nayo mengi. Mungu akubariki sana, asante sana. Mheshimiwa Boniventura Destery Kiswaga.